Iko ni kwamba kwa mahakama kuu imewaagiza maafisa wa polisi wanaoshukiwa kuhusika na mauaji ya mtoto Pendo kutofika katika eneo la mkasa huko Nyalenda, Nyamasaria na Nyawita katika kaunti ya Kisumu. Maafisa hao John Chengo Masha, Lina Koskey, Siprin Robi Wakio eh, na James Rono wameagizwa kukaa mbali na maeneo hayo kama masharti zaidi, huku wakisubiri kuamuliwa kwa ombi la dhamana. Aidha, wameagiza wawasiliane na mashahidi, wasiwasiliane na mashahidi katika kesi hiyo wala waathiriwa kwa njia yoyote ile. Uamuzi huo kuhusu dhamana utatangazwa katika majuma mawili yajao. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 28 mwezi wa Mei mwaka huu.